Je, umewahi kujiuliza kwa nini watu wawili wanaanza safari moja, mazingira yanakaribiana, lakini mmoja anafanikiwa sana na mwingine anabaki pale pale? Leo nitakushirikisha siri kubwa sana kutoka kwenye kitabu Think and Grow Rich cha Napoleon Hill. Siri hii ndiyo nguvu ya kwanza ya mafanikio na jina lake ni desire. lakini siyo desire ya kusema ningependa ni desire inayobadilisha maisha. Moja, desire siyo tamaa ya kawaida, ni kiu ya dhati. Napoleon Hill anaanza kwa kusema wazi, watu wengi wanatamani mafanikio, lakini wachache sana wana desire ya kweli. Tamaa ya kawaida inakufa haraka, lakini desire ya kweli haizimwi na kushindwa, haikimbii maumivu haichoki kusukuma, hata mambo yanapokwenda vibaya. Desire ya kweli ni ile inayokufanya uendelee hata wakati hakuna mtu anayekuona anayekusifia au anayekuamini. Kama unakubali kushindwa mara moja, basi haukuwa na desire, ulikuwa na ndoto tu. Mbili, bila desire kali hakuna mafanikio ya kweli. Hill anasema kitu kigumu sana kukubali Elimu peke yake haikufanyi ufanikiwe. Kipaji peke yake hakikufanyi ufanikiwe. Kuna watu wana akili sana, lakini maisha yao hayasogei. Kwa nini? Kwa sababu hawana desire kali ya kubadilisha hali yao. Mafanikio yote makubwa duniani yalianza kama desire kali kwenye akili ya mtu mmoja. Kama desire yako ni ndogo, matokeo yako yatakuwa madogo. Tatu, Desire inahitaji lengo lililo wazi sana. Napoleon Hill anasisitiza, huwezi kufanikiwa kwa kusema tu nataka kuwa tajiri. Unatakiwa ujue unataka nini hasa, kiasi gani, utafanya nini ili ukipate na uko tayari kutoa nini kama sadaka. Akili ya binadamu haifanyi kazi na mambo ya jumla, inafanya kazi na malengo maalum. Ukisema nataka pesa bila mpango, Akili yako haitajua pa kuanzia. Nne, Desire lazima iambatane na hatua. Hii ni sehemu ambayo watu wengi huanguka. Napoleon Hill anasema, desire bila hatua ni sawa na ndoto ya usingizini. Desire ya kweli inakusukuma kuchukua hatua, inakufanya uanze hata kabla hujawa tayari, inakufanya ujifunze ukiwa njiani. Usisubiri ujue kila kitu. Anza na ulicho nacho. Hatua ndogo zinazoendeshwa na desire kubwa hujenga mafanikio makubwa. Tano, imani ndiyo mafuta ya desire. Desire bila imani hufajiani. Hila nasema, akili ya binadamu ina nguvu sana, kile unachokiamini sana, kile unachokirudia mara kwa mara, kile unachokiona kinawezekana, akili yako hukitengeneza kuwa uhalisia. Ndiyo maana unapaswa kujisemea maneno chanya kujiona umefanikiwa, hata kabla hujafika. Kuamini hata wakati hakuna ushahidi. Dunia huanza kukuamini pale unapojiamini wewe kwanza. Sita, desire ya kweli haikubali visingizio. Hii ndiyo tofauti kubwa kati ya wanaofanikiwa na waliokwama. Desire ya kweli haisemi nitaanza kesho, haisemi mazingira hayaruhusu, haisemi nikipata mtaji. Badala yake inasema nitatafuta njia, si sababu. Kila kisingizio ni adui ya desire, na kila adui ya desire ni adui ya mafanikio yako. Kile unachokitamani kwa nguvu, kukiamini na kukifanyia kazi, lazima ukipate. Swali ni moja tu, desire yako ni ya kweli au ni ya maneno tu? Sasa nataka tusikilizane kwenye comments. Ni kitu gani kimoja unachokitamani sana, lakini bado hujachukua hatua kamili? Unadhani ni nini kinakudhoofisha desire yako? Hofu, mazingira, au kukosa imani? Andika kwenye comments, soma maoni ya wengine, tujifunze pamoja. Usisahau kulike, subscribe kwenye YouTube na share video hii kwa mtu ambaye unajua ndoto zake zinaweza kufa kama hatapata desire ya kweli. Hii ni Pesa Vibe, mahali ambapo ndoto hubadilishwa kuwa hatua.